Kwenye nini? Kwenye mambo ya simu, mambo ya kompyuta, mambo ya tablet, hayo yote ni marafiki. Unaweza kusema mtoto wangu mimi hana rafiki, lakini kumbe umemwachia mtoto wako simu. Unajua kwenye simu anaongea na watu wangapi? Anaongea na watu wa aina gani? Anaongea na watu wa nchi gani? Huenda kule ndo am, ameharibika kabisa. Hii niigusia po katika umri ambao nilikwisha kutaja miaka sifuri mpaka saba mpaka kumi au hata kumi na tano unaweza kumwelimisha mtoto wako kwamba mtu huyu hufai kuwa rafiki yako, mtu huyu unaweza kuwa rafiki yako, kwa sababu rafiki mbaya ni chanzo kibaya sana cha makuzi au malezi ya watoto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bismillahi rahmani rahim. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi kwa kuweza kutuwezesha kuwa hapa sisi leo hii, kwa sababu bila ya yeye sisi si chochote wala si lolote. Yeye ndo ametupa elimu hii na ametuamrisha vilevile tuwaelimishe na wenzetu. Kwa hiyo hatunabudi kuchukua fursa hii kuitumia vilivyo ili kuweza kuelimisha na wenzetu inshallah. Mwenyezimungu atukubalie katika amri hii. Napenda kuwajulisha kwamba leo hii tuko hapa pamoja ili kuweza kuelimishana kuhusiana na mambo ya malezi ya watoto katika maadili bora. Tunataka kuelimishana kuhusiana na malezi ya watoto katika Uislamu, lakini vile vile katika utamaduni pia wetu sisi wa Kiswahili. Malezi haya ni muhimu na ni bora zaidi kuweza kuyatumia katika uzazi na malezi yetu, kwa sababu sio tu dini lakini pia utamaduni wetu unatueleza kwamba kulea watoto katika maadili bora ndio vizuri zaidi, sio vile ambavyo tunaona sasa hivi mambo au dunia imeharibika na jamii na malezi vile vile yameharibika. Kwa hiyo moja kwa moja niende kwenye kuzungumzia malezi bora ya watoto, na hii leo ni sehemu ya kwanza ambayo tunataka kuzungumzia malezi ya watoto, na baadaye inshaallah Mwenyezi Mungu akitupa fursa, basi tutaendelea na sehemu zingine. Lakini sehemu ambayo tumeiandaa siku ya leo ni kwamba, kwanza kabisa, kuna mambo makuu matatu katika malezi ambayo yanawagusa moja kwa moja wazazi na sio mtoto. Mambo hayo matatu ni gani? Jambo la kwanza kabisa tunaambiwa ni riski ya halali. Namba moja ni riski ya halali. Riski ya halali kivipi? Wazazi wao ndio watafutaji riski ya familia au ya watoto wao. Mtoto tu anapozaliwa hatoki moja kwa moja kwenda kujitafutia riski, bali ni baba au wazazi ndo anatafuta riski za watoto wao tangu tena sio tu baada ya kuzaliwa, tangu hata kabla ya kuzaliwa. Mtoto anakuwa miezi tisa ndani ya tumbo la mama yake, lakini anatumia ile ile riski ambayo wazazi wake wanaitafuta. Sasa tunaambiwa tuzingatie sana katika riski ambazo tunawalisha watoto wetu, kwa sababu riski hizi zina nafasi kubwa sana katika makuzi ya watoto ima kumpoteza mtoto au kumwongoza mtoto katika maisha yake kiroho, kimwili, kiakili na kadhalika. Endapo riski hiyo itakuwa ni ya halali, basi mtoto huyu moja kwa moja atakuwa ni mtoto mwema na ni mtoto mzuri na atakuwa katika maadili mazuri, Mungu akimjalia. Lakini endapo riski hii itakuwa sio ya halali au sio ya njia sahihi inayotakiwa kupatikana, basi riski hii itamwathiri mtoto huyu kati, kiakili, kiroho, kimwili na kadhalika. Je, yeah, tuangalie kwamba riski ya halali ni ipi au ya haramu ni ipi ambayo haitakiwi. Riski ya halali ambayo tunataka kuizungumzia kui kwa ufupi tu ni kwa mfano, nitoe mfano ili tuweze kuelewa vizuri zaidi Riziki ya halali kwa mfano, baba amejituma, ame kwa nguvu zake ametafuta pesa, ana ajira, ametafuta pesa, ametafuta, amenunua chakula kwa ajili ya familia yake, hajaenda kuiba, hajaenda kupiga, kumpiga mtu, hajaenda kufanya uhalifu wote, ili kupata hii riziki ya familia yake. Ina maana hii riziki ni ya halali kabisa, imefika katika mikono yake kwa ajili ya familia yake. Na vile vile, hii pia sio tu riziki, bali ni amali ambayo Mwenyezi Mungu pia anamwandikia thawabu katika kazi yake ambayo anaifanya kutafuta riziki kwa ajili ya familia yake na kadhalika kama hivyo. Lakini vile vile riziki ya haramu ni gani? Kwa mfano tunaweza kusema baba anatoka kweli, anatafuta riziki nje, analeta ndani mama na watoto hawajui, wanapokea ile riziki, lakini kumbe baba labda ametoka huku ameiba, amempokonya mtu, amedanganya watu, amefanya uhalifu wa aina tofauti tofauti, ndo amepata ile pesa au kile chakula kwa ajili ya watoto wake. Hiyo riziki itakuwa haijaenda kihalali na itaathiri malezi yote ya mtoto huu au watoto wake. Lakini vile vile tunajua katika dini yetu ya Kiislamu, nizungumzie kwa upande wa Kiislamu kwa sababu sina elimu kubwa zaidi kwenye upande wa dini ya pili au dini ya Kikristo. Katika upande wa, wa dini ya Kiislamu, kama kula nyama tuseme kwa upande wa wanyama, kuna wanyama ambao ni wahalali kuliwa na kuna wanyama ambao sio wahalali kuliwa. Ikiwa mtu amekula au amepeleka ile nyama ya haramu kwenye familia yake itadhuru malezi makuzi yote ya watoto wake. Kwa mfano nyama labda ya nguruwe au mnyama yote ambaye hafai kuliwa, au hata mnyama ambaye anafaa kuliwa, labda ni ng'ombe, mbuzi, kuku, lakini mnyama yule hajachinjwa kihalali, amechinjwa eh, kwenye kanuni ambazo sio za dini, au ni mnyama ambaye alishafariki. Nyama imepelekwa eti wale watoto wake, hiyo nyama siyo ya halali na vile vile watoto itawaathiri katika makuzi yao na malezi yao, na mifano mengine kama hiyo. Ukiacha nyama, kuna vinywaji, kuna vyakula, kuna vitu vingi tofauti kama nilivyoelezea. Kwa sababu nasema hivyo, kwa sababu kwa sababu tunaambiwa kile chakula cha haramu, mtu anapokila kina athiri mpaka kizazi chake, yaani cha mara kadhaa Yani, miaka zaidi ya mia mbili ile athari inabaki katika kizazi chake. Ina maana sio yeye tu, wala sio watoto wake, wala sio wajukuu wake, mpaka watoto wa wajukuu zake wajukuu zake, yani inaenda mbali sana. Kwa hiyo nini, chakula cha haramu kina athari mbaya na ya kuendelea zaidi, sio ya kuisha mara moja. Vilevile mtu mwingine anaweza asijue kwamba kwa hichi chakula ni cha haramu, akala kama, watoto wakipelekewa chakula na baba yao na wazazi wao hawawezi kutambua kwamba, je, hicho chakula ni kimetoka wapi, wala hawawezi kujaji wao, watakula chakula kama chakula, lakini bado pia athari yake itabaki pale pale, wala athari yake haitaweza kupotea. Yani kiasi kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha kitu kwenye kila njia, hata kama mtoto hajui, hata kama wewe mtu mzima hujui umeenda sehemu umekula kitu kibaya cha haramu, basi athari yake itatokea. Hata kama sasa hivi hujaiona, leo hujaiona, itatokea hata kwa mtoto wako, kwa mjukuu wako, kokote ile athari itatokea. Basi tunajifunza kwamba kitu cha haramu kina athari mbaya sana kwa mwanadamu, kwa malezi ya watoto, hususan malezi ya watoto, kwa sababu mtu mzima huenda akaenda sehemu akajua kwamba hichi kitu ni cha haramu, kwa sababu mi sina pesa wala sina uwezo, wacha nila. Lakini mtoto hawezi kutambua hichi ni haramu, hichi ni halali. Basi tufikie tu hapo, kwa kwenye mambo ya riski ya hara, ya haramu na halali. Lakini nukta ya pili tunaambiwa ni marafiki wabaya. Pia tunaambiwa hii nukta inawagusa moja kwa moja wazazi, kwa sababu wazazi wana uwezo wakuchagua rafiki wa mtoto wake katika umri mdogo, lakini hii nigusia ni, ni po katika umri ambao nilikusha utaja miaka sifuri mpaka saba mpaka kumi au hata na tano, unaweza mba, mtu huyu hufai kuwa rafiki yako. Mtu huyu unaweza kuwa rafiki yako, kwa sababu rafiki mbaya ni chanzo kibaya sana cha makuzi au malezi ya watoto. Na hata maisha yake kwa ujumla. Endapo mtoto atakuwa na marafiki wabaya, ina maana ataharibu maisha yake yote, kwa sababu mara nyingine tunaona kwamba rafiki anaweza kuwa ana nafasi kubwa zaidi kuliko hata ndugu yako. Kwa hiyo rafiki mzuri ni bora zaidi katika makuzi, na rafiki mzuri hapa nigusie tena, sio tu yule ambaye unampata njiani au shuleni au wapi, lakini hata sasa hivi tunavyosema kwamba tuna maisha ya utandawazi kwenye nini? Kwenye mambo ya simu, mambo ya kompyuta, mambo ya tablet, hayo yote ni marafiki. Unaweza kusema mtoto wangu mimi hana rafiki, lakini kumbe umemwachia mtoto wako simu. Unajua kwenye simu anaongea na watu wangapi? Anaongea na watu wa aina gani? Anaongea na watu wa nchi gani? Huenda kule ndo am ameharibika kabisa, au wana marafiki waovu kabisa ambao wanaharibu kabisa mpaka future ya mtoto wako. Kwa hiyo marafiki wazuri ni muhimu sana, na endapo utagundua mtoto wako ana marafiki ambao sio wazuri, basi ni mara moja nabidi kukontrol hiyo changamoto. Na vile vile tunaambiwa kwamba katika malezi bora au malezi ya dini yetu tukufu ya Kiislam marafiki, yani nimezungumzia mambo ya mitandao. Mtoto hapaswi kuwa na simu ya mkononi mpaka afikie umri wa miaka kumi na nane kwenda juu. Yani, chini ya miaka kumi na nane mtoto hapaswi kutumia simu. Endapo utampa simu mtoto, we unaona kama unampenda, eti ni mtandawazi maendeleo, kumbe unaweza kumharibu. Wengine wanaweza kumpa simu, lakini wanaweza kukontrol pia, lakini mwingine anampa simu moja kwa moja eti ni maendeleo kumbe sio maendeleo. Hiyo ni kumpoteza mtoto na kupoteza kabisa fyucha yake. Kama kweli unataka malezi mazuri ya mtoto, unataka fyucha nzuri ambayo pia kidini nakubalika na kitamaduni inakubalika, basi inabidi kuwa mwangalifu sana katika matumizi ya mitandao na simu. Lakini nukta nyingine ya tatu tunaambiwa ni E, uchaguzi wa shule au mazingira ya kielimu mazingira ya kielimu vilevile, tunaambiwa huu sio uchaguzi wa mtoto, ni wazazi ambao wanaweza kumchagulia mtoto wake, mtoto wangu asome shule gani ambayo itakuwa ina maadili mazuri, na shule gani ambayo haimfai mtoto wangu. Huu ni uchaguzi ambao mzazi anaweza kufanya. Kwa hiyo haya mambo matatu, riziki ya halali lakini marafiki bora na mazingira ya kielimu iko mikononi mwa wazazi na sio mtoto. Kwa hiyo hapa moja kwa moja tunawaachia wazazi jukumu juku hili kuweza kuhakikisha kwamba wanalitekeleza vizuri, ili mtoto wawe awe katika mazingira bora na malezi bora ambayo anapaswa kuwa nayo. Kwa leo, naomba tufikie hapa na insha allah, mwenyezi Mungu akitujalia basi, tutaendelea katika kipindi chengine kuendelea katika sehemu hizi hizi za mlolongo wa mada za malezi ya watoto insha allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.